Askofu mkuu wa kanisa la Christian Foundation Fellowship Dr. Harrison Ng'ang'a amesema kuwa wakati umewadia kwa vijana wa kizazi kipya maarufu kama Gen Z kujitokeza na kupigania demokrasia ya taifa. Kiongozi huyo wa kidini amehimiza vijana kutojiondoa katika maswala ya kitaifa, akisisitiza kuwa wao ndiyo nguzo kuu ya kuleta mabadiliko na maendeleo nchini Kenya. Uh, huzuni sana kwa sababu uh, Raila Odinga baba aliondoka ghafla. Kwa hivyo hakutuita atuambie ninaondoka, mjipange. Kila ni tungepanda kuuliza taifa ni kwamba eh, hajaondoka na leaders wote. Kuna leaders wengine wamewachwa ambao wanaweza eh, kusimama na policies zake na kusimama na kupigania haki katika nchi hii. Kwa hivyo kila tungeuliza agencies na watu wale wadogo wasikufe moyo wakati kiongozi mmoja anaondoka, bye and bye, Mungu huinua kiongozi mwingine anaweza kukosa kuwa mkubwa kama Raila. Mimi sioni kama kuna mtu anaweza kutoshea hizo viatu, lakini bila shaka tutainuka mwingine. Kwa Biblia, Saulu aliondoka, watu wote wakajua taifa limekwisha, lakini David alipoinuka he was even better than Saul. So tunawapa Gen Z hope ya kwamba this is not the end of Kenya, God will raise another leader. Na tunasikitika sana kwa vile aliondoka ghafla. Kama angeondoka polepole, anatuita, anatuambia, kujeni hapa, unajua nimebakia siku kumi lakini sasa hata tatua jamani, ameondoka mpaka leo tunafikiria bado, yes. So... Akizungumza wakati wa kikao cha viongozi wa kidini katika kanisa la King Jesus Faith Ministries mjini Bungoma kilicholenga maandalizi ya mkutano mkubwa wa injili unaotarajiwa kufanyika jijini Kisumu, Askofu Ng'ang'a amesisitiza umuhimu wa maombi kwa ajili ya taifa. Aidha ametoa wito kwa viongozi wa dini kushirikiana katika juhudi za kujenga umoja wa kitaifa na kuhamasisha vijana kuhusu thamani ya uwajibikaji wa kiraia na maadili ya uongozi bora. Fanya hapa. We are holding such a big meeting here so that we can uh, uh, give hope to the young people. It is, uh, we, we, are aware that in our country the young people are many, many, many and we can't do a miracle of one day to change their livelihood and to change their current situation. But we have, as a church, it is our duty to pray. to pray for the government, to pray for the people so that policies will be developed, that will help the young people. And our, our role as a church is to encourage the young people that's why we are making this major meetings so that the young people can come we encourage them so that they can stand with their country because we also were young one day and we used to stand with our country now it is the attempt to stand with their country wasi haribu uh, in the future things will change. Thank you. Tha ningependa uh, tuklizia uh, ile swali kwa hekima tu yako Nikiripotia runinga ya Tandao, mimi ni Alex Wekesa.